Ni naongee kwa sababu ni kwa sababu tunapeana taarifa kila siku. Wenzetu walioko kule wanasema walikuwa wanaangalia nyumba, ukienda mtu anakwambia nyufa ya mara ya kwanza ilikuwa ni kidogo, yani labda ilikuwa ni sentimita moja tu, lakini sasa hivi naona imetanuka zaidi. Hiyo ni ile athari ya matetemeko yanayofuata. Kwa hiyo nadhani ingekuwa ni vizuri zaidi atualaumu wao wanaojenga sasa hivi na, na kurudishia nyumba zao. Najua ni ile hali unataka mambo yatengemae urudi kwenye maisha ya kawaida lakini wangekuwa na uvumilivu. Tunasema kutoka Igunga, mtazamaji wetu kutoka huko Igunga, karibu, tunakupata vizuri. Hmm.

Yeah. Naku, nakushukuru sana. Sina zaidi, nilikuwa nauliza hivyo na utapata majibu Dokta. No. Ile sante. Yeah, unaulizwa kwa nini hamtoi taarifa, kwa nini watu hawatoi taarifa matetemeko. Swali la pili, namna ya kujikinga. Yeah, kwanza kitaalam mpaka sasa hivi duniani kote, sio Tanzania peke yake, hamna huo utaalamu wa kusema tetemeko litatokea kesho kutwa saa fulani, sio kama tunavyosikia labda vimbunga hivyo au sio, hayo majanga kwa mfano ya ukame na nini ambao unajua kabisa kuna vipimo fulani ukivifanya unaweza ukapredict, lakini mpaka sasa hivi hakuna teknolojia ya, ina, kutabiri. ya kutabiri tetemeko la ardhi, na mara nyingi napenda kutoa mfano kwa nchi zilizoendelea juzi juzi kabla ila kwetu imetokea tetemeko Italia na limesababisha vifo zaidi hapa, ya hapa nadhani 200 na zaidi Italia. Mbali na sayansi ya kawaida tunayofanya wenyewe, wameadvance wanafanya sayansi ya anga za juu, advanced science. Kama kweli kungekuwa kuna hiyo teknolojia lile tetemeko, wangekuwa wameshahamisha watu ile sehemu, na isingeua watu. Kwa hiyo huo ni mfano mdogo tu, lakini ni katika hali ya kuwafanya Watanzania waelewe kwamba mpaka sasa hivi hakuna teknolojia ya kubashiri au kutabiri tetemeko litatokea siku fulani. Suala la pili kwa kumsaidia ilikuwa ni namna ya kujikinga. Ya namna ya kujikinga kabla ya tetemeko alijatokea, nadhani ni muhimu sana na ndo mahali tulipo sasa hivi. Hatujui kesho labda wiki ijayo tetemeko litatokea, hatujui. Hapa tulipo sasa hivi tunatakiwa tupate elimu stahiki na elimu stahiki. Sio tu ile elimu ya jiolojia kwamba tetemeko ni hichi kitu, unatakiwa kufanya hivi. Kuna elimu ya utaalamu mbalimbali kama anavyosema Dr Bashiru hapo, na jinsi gani sasa sisi kama nchi tutajiorganize, kwa kuongozwa na ofisi ya waziri mkuu, kitengo cha maafa, jinsi ya kama ulivyokuwa unasema misaada ifiki sehemu inatakiwa kwa kwa haraka, na vitu kama hivyo. Yote hivi viko sehemu moja, ni wakati mwafaka sasa kujadiliana ili ujulikane utaratibu kabisa, inapotokea mafuriko, tunaanzia A tunaishia Z. Ikitokea tetemeko, tunaanzia hapa tunaishia hapa, ni nani wa kumuuliza, ni nani tumtegemee afanye kitu hichi na hichi na hichi? Hiyo ni baada kwa, ina maana inabidi tujipange, na kujipanga huko sio tu kwenye ikitokea itufanyeje, lakini hata jinsi tunavyoishi kama tunavyoambia sasa, matetemeko ni kitu cha kawaida sana. Kwa mfano swali waliuliza, wewe ulisema ilitokea 5.9 huku imetokea 5.7 na imeleta destruction zaidi, si ndiyo eh? Na inaweza ikatokea hata 4 na ikaleta destruction kubwa tu, kwa sababu inategemeana na hali ya uchumi ya nchi, wamejenga infrastructure infra, infrastructure, unaona eh? Kwa hiyo inatokea 4 tu na ikaleta madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo ni sisi sasa, ile elimu na kuheshimu utaalamu, kama ulivyosema watu wakati wanajenga wazingatie zile building codes zinazotakiwa na vitu kama hivyo. limetokea umbali gani, anasema mara ya kwanza ilikuwa wanaripoti kwamba kitovu, ile focus, mm. iko 10 kilomita chini, lakini kadri navyoenda kwa sababu data bado zinaendelea kuwa collected, kwa hiyo unaongeza una, una ile accuracy. Sasa hivi wanasema ni 40 t kilomita chini ya ardhi. 40 kilomita chini ya ardhi imetetemesha uso wa dunia, unaweza ukaimagine tetemeko lina nguvu gani? Nilifananisha li, nuclear ile iliyotupwa Hiroshima, yenyewe kwa ukiconvert zile nguvu kwenye tetemeko la ardhi ni magnitude ya 6.2. Kwa hiyo ukiangalia tetemeko lina nguvu kubwa sana na ndio maana limetokea 40 km chini ya ardhi, inaweza kutikisa. Mtazamaji wetu karibu uchangie. Mtazamaji wetu kama unatupata vizuri, karibu changie. Nilikuwa na mm -hmm. Yeah. Kwa hiyo nasisitiza tu kwamba tetemeko lina nguvu kubwa sana unaweza ukalinganisha na atomic bomb. Atomic bomb ilitupwa on the surface na ilifuta mji. Unaweza kusema ilifuta mji. Kwa hiyo hata tetemeko lingekuwa linatokea on the surface ya juu ya ardhi, ina maana tungekuwa tunaongelea madhara makubwa zaidi, lakini linapotokea chini linatikisa. Sasa ukiangalia Kagera juu ya Kagera kuna miamba ambayo tunaita sedimentary rock, miamba ya tabaka. Mm. Yenyewe katika miamba yote yenyewe ni miamba laini sana. Sasa sisi nyumba zetu ziko juu ya hii miamba. Tunashasema ni miamba laini sana na nyumba zetu ziko juu ya hii miamba. Miamba. Nyumba zetu mara nyingi na nafananisha na karatasi. Ukikompea na nguvu ya tetemeko, kwamba ni kitu kidogo sana. Na ile miamba kwa sababu ni laini sana, kompea na nguvu ya tetemeko ni kama jivu tu. Meza kidogo, jivu jivu meza kidogo kama umeweka jivu juu ya meza unaondoka. Kwa hiyo sio kwamba eti hatutakiwi kujenga ge kila mahali, tunatakiwa tujenge na tunaweza tukaishi kwenye mazingira. Ni ushauri wa wataalamu ujenge nyumba aina gani, yenye material ya aina gani, tutaishi amna amnatatote. Japani wanaathirika sana na matetemeko lakini ni nchi yenye, yenye uchumi mzuri na wanaishi vizuri, wana vitu sensitive kama matreni ya umeme ambao yanahitaji uangalifu mkubwa sana na kuna matetemeko kila wakati, lakini wanaishi ni kwa kuzingatia utaalamu, kwamba hapa jenga hivi, hapa jenga hivi, hapa jenga hivi, hapa jenga hivi. Tutaisha. Kwenye mitandao ya kijamii wakati nasoma, tumekutana na watazamaji wengi na wasikilizaji wetu ambao walikuwa wanaendelea kuila mamlaka ya hali ya hewa. Wanataka kitaalamu mamlaka ya hali ya hewa na uwezo wa kugundua matatizo ya matetemeko kwamba tetemeko litatokea pale litatokea huku, wana uwezo huo? Hapana, hizo ni science mbili tofauti. Mamlaka ya hali ya hewa wanaongelea hali ya hewa na ni hali ya hewa kwa maana ya mvua na vitu vingine labda drought. Lakini matetemeko ya ardhi wanaohusika ni wataalamu wa jiolojia ambao ni nyinyi, ni sisi na na na, na nikipata ni swali hapo hapo kwenye kipengele hicho tuna mamlaka ya hali ya hewa ambayo inashughulikia masuala ya hali ya hewa pekee yake mm -hmm. Nyinyi kama wataalamu wa masuala ya miamba na madini, pengine mna kitengo hicho ambacho mnaweza mkakaa pamoja mkashauriana mkapima huku mkaangalia, pengine sijui, kwa mfano, mnasema sehemu mna, ambao bonde la ufa limepita iko na riski zaidi katika kupata matatizo kama haya, pengine mna kitengo hicho cha ku, kuangalia masuala kama haya. Aa uh, ndugu mtangazaji, kwanza nashukuru kwa swali kama ile, kwa sababu kabla ili tetemeko tayari sisi sisi chuo kikuu cha Dar es Salaam tunafanya research, kwa hiyo tuna tunafikiria beyond tuna times tuna, tuna okay, niombe radhi kama tutakuwa na kati kati ya kulingana yes, na simu zinavyokuwa zinaendelea kuingia. Mtazamaji mm. wetu, karibu changie. Mimi mm. naitwa remanqi utaiwa anatori ipo sehemu ya Kagera kata e, ya gera kitongoji ya Mgaba. Kwa sababu mchango huu uh, unaiyosikia wana science wanaongea kuhusu utumaji wa udongo kama watasaidia kujenga shule zilizoathirika. Sasa kama sisi ambao ni vijijini, nyumba zetu zimeathirika sana Utakuaje vipimo kujua kwamba kweli utofale inabidi jue hivi, tabali navo jenge hakufanane hivi. Wangeweka mfumo wa kuenda kila kata katika mkoa wetu, kama wanatusaidia kufahamu kwamba tunabidi tujenge udogo umepimwa namna gani? Sasa wakipima sehemu moja, kaya yenye watu kama kumi, kumi na tano kwenye familia, wamejenga nyumba nyingine haiko kwenye pimo stahili, hapo je watakuwa na umasikini wa kila tetemeko likila tena lina mgonga na anguka, atasaidiwaje huyu mtu wa kijijini ambaye ni watu wa mkoa wa wilaya hii ya msingi? Naomba msaada, nieleze zaidi kusaidiwa hapo. Nashukuru sana. Nafikiri Dr. dk Lesante ni mtu sahihi wa kumjibu huyu mtazamaji wetu kutoka huko Kagera mm. Watajua nadhani vile vile amependekeza, hmm. jinsi ya kutatua hmm. ile tatizo hmm. kwamba hiyo elimu ni, ni mdongo wa aina gani au matirio kwa ujumla ya, ya kujengea ni aina gani?